Lakini kama ni mtu na mfanyakazi wake, kila la heri Zuchi, hata Mungu atamjalia atapata wakwake. Mungu aliomwandikia Diamond, Mungu akimjalia atapata wakwake, kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mungu. Muda ni mali wa kufikiri nifanye nini. Hata kama una muda ni mali wa kufikiria unacho nifanye nini kwa hiki kidogo nilicho nacho, kwa sababu sisi wa Tanzania tunadhalau shilingi mia, lakini mia ukikusanya ile kwa mwezi mzima ina unakwenda kutengeneza kitu hata kwa mwaka. Kwa hiyo kwamba lazima tukae bali, kuna muda tuache kufuatilia vitu vya watu. Kuna muda ni kweli unataka kufurahisha kichwa chako, akili yako, kutoka pale unaacha unaendelea na maisha yako. Ah, uh, kwa upande wako labda ungetamani kuiona ndoa ya Diamond na Zuchu Eh kama ni kweli, kama ni mtu na mchumba wake, lakini kama ni mtu na mfanyakazi wake, kila laheri. Eh, Zuchi hata Mungu atamjalia atapata wako wake Mungu alomwandikia Diamond, Mungu akimjalia atapata wako wake, kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mungu ndio. kwa mwaka huu mastaani wengi sana ambao bado hata kuingia kwenye ndoa hawajafunga, pengine nikikwambia, uh, wataja hata masta watatu ambao wewe unatamani kwa mwaka huu wa 2025 usiishe, wao wameingia kwenye ndoa. Ni masta gani? Mm, wengi. Mm. Nilimwona mdogo wangu Irene Woya. Ndiyo. Alisema mimi akitokea mwanaume wote mm -hmm. nitaolewa naye. Eh. Napenda na sikia wanialike kwenye sherehe, mwingine nani? Wajina wangu Mariam Fereji pia. Ndiyo. Eh, yule wajina wangu Kipenzi changu, natamani siku moja wakipata nini, wanialike. Ah, mwingine nani? Mona Lisa. Ndiyo. Mhm. Mm na natamani, Mungu amjalie siku akipata ndoa, anialike kwa sababu hao ndio familia yangu pia kwa upande mwingine na kwa upande wa kiume, upande wa kiume Jumalokole, eh, mwanangu mwenyewe nataka sikie kwenye sherehe yake anite kwa sababu mzazi mwenzie mimi ni rafiki, mdogo wangu rafiki, yani nishemuita kumwalika kwenye kipindi atukufanya naye kazi Jumalokole. Nataka siku Mungu akimjalia kwenye ndoa yake, mie ni, ni mm -hmm, lakini Jumalokole anamvutana na, na Zuchu wao siku tofauti kwenye ndoa. Ndio. Kwenye ndoa mm. Chumba lakini si e, hey. E, ukimwangalia mwenyewe mzuri anavutia. E, hey. <laughs> Bala zito. lakini hey. tukitoka hapo tuende hey. Kwenye sakata moja ambalo jana juzi ilikuwa linashika hatamu huyo Juma Lokole pia aliliposti ni kuhusiana na Nicole au sio ko kukimbia na madeni ya watu kutoka, kukimbia na hela za watu kwenda nchini Nigeria, na alianzisha mchezo wa upatu, lakini watu wakamnasa ya poti and then amepelekwa kituoni, kwa, kwa mujibu wa Juma Lokole teki. mm -hmm. Uh, yako ni ipi kwenye sakata la Nikole? Ah, kwa kweli siwezi kuzungumza kichochote kwa sababu sijakifuatilia, sina uhakika nacho, lakini kama ni kweli amefanya sivyo lakini kama si kweli basi nampa pole, na Watanzania tunapaswa kubadilika. Mm, kwenye hili sakata kama ni kweli, watanzania wanatakiwa wajifunze nini? Tusipende kuiga maisha ya mtu ndio maisha. Unapomwona mtu ameenda hoteli fulani, amepiga picha, amefanya nini, elewa yule mtu ana maisha magumu sana. Kuna nakumbuka, mmenikumbusha kitu, miaka kama mitano sita ya nyuma imepita, kwa sababu nilikuwa nafanya program DSTV. Eh, sasa kuna sehemu nilikuwepo wasanii walipigana, lakini siwezi kutajia eh, eh, baadaye kaja kwa, kwa nini Mariamu. Unajua baadhi ya wasanii wanakuona maisha magumu, lakini hapa mbele ukiwaona unaona. Kwa hiyo tusiige, yani mtu yoyote unaona kwenye mitandao usiige kitu chochote, yani usiige kitu chochote cha msanii, usikiige kiwe kidogo kiwe kikubwa. Ishi maisha yako wewe Mungu aliyokutunukia, lakini usiishi mfano kama mimi. Mimi siwezi kuishi maisha yeah. Kila mwanadamu, kila familia na principles zake. Yeah. Eh, wewe huwezi kuishi maisha kama na event same fulani kwa nini umechelewa kuniletea kadi yangu? Mimi sasa namwambia, kadi. Ndio. Kiatu bado hujanunua kipya. Ukipiga hesabu hapo, <laughs> gari bado hujajaza mafuta almost tunatumia laki mbili na nusu au laki tatu. Aliponiambia vile, nikamwambia bosi, na kushukuru sana, Mungu akubariki. Akaniambia mimi nasikukuletea kadi, kuna vitu vingine yaani, unajua ukiniletea kadi unaniumiza kichwa na waza, ndio maana kuna nilipenda watu walikuwa na mdhihaki ya kinulpa vile anavyovaa, ndio ile gharama yake, ni vitu vya kawaida. Mimi nilipenda sana jibu lake, alijibu, sasa mimi mimi ni mama mimi na watoto, mimi na familia, siwezi kumuiga mtu. Unajua nguo mtu anaoshonewa laki mbili hamsini, laki tatu, shughulia siku hii moja, hiyo laki mbili hamsini, kwa nini siwekeze kwenda kununua vyakula eh? watoto wangu wakala wakashiba, lakini ntavaa kikawaida, umeona eh? Kwao najifunza vitu kutokana na mambo ambavyo yalivyo eh. Mariamu, wewe ni mama uh, ukiwa kama mama pressure ni nyingi sana kwenye mitandao especially hata kwa watoto wako pia. Ukiwa kama mama unazimudu vipi hizi pressure kwenye mitandao ya kijamii? Eh, wakati mwingine nashindwa. Ndio. Mm, wakati mwingine nashindwa inakuwa kama dijakopa. Nampambania na mwanangu. Nasema uchungu wa mwana ajua mzazi. Eh, nasimama. Unajua mimi, watoto, raha ya watoto wangu wale wa kike wawili hawako kwenye mitandao sana. Huyu wa mwisho ndo angalau alikuwa anaweka vitu vyake na yeye mwenyewe, lakini mkubwa yuko kwenye mitandao. Ehe na watu wengi hawamfahamu, hawamfahamu kupitia peji yangu ama peji ya mtoto wangu wa mwisho. Ehe, hawako wengi kwenye mtandao. Lakini kama kinatokea kitu na kiangalia kina usahihi wa kumkingia mwanangu kifua au ni mwanangu kweli kakosea? Kama kweli mwanangu kakosea na mvuta anambia kaapa, hapana hicho sio. Toa ama ikifanya hiki basi. Hata mimi wakati mwingine nikiposti mtoto wangu ananipigia simu. Mama, hicho futa. Namuuliza kwa nini ananipa, sababu kweli nafuta, lakini kumzazi kumpambania mtoto ni kitu cha kawaida kabisa. mm. ni tukio gani kubwa ambalo lilitokea, uh, kwa mtoto wako kupitia mitandao ya kijamii likakukera sana uh, Hili juzi, ambapo alipoolewa na Ahmed Ally, watu wakiingia kwenye peji yangu sasa hivi. Mimi nilimposti tu, mimi napenda kuposti watoto wangu wote, nilimposti tu tu akaja Eh, ataachwa kaulwa, simu ya pili kaulwa, mtu wa tatu, na mimi nili, niliamini, na vile vile wa nikasema basi na ba, mwanangu akanipa. Unajua wa, watoto wangu hawapendi maneno eh. Nikamwambia mimi jeshi la mtu mmoja nitasimama, kama walitumwa kama hawakutumwa kama kufanya nini, nitapambana nita nao. Basi na kweli nikapambana nao, hata ukiangalia sijafuta zile message. Sijafuta hata moja. Ni, na picha mtongo akanambia mama, futa ngambia sifuti. Mimi nimekuposti kwani mara ya kwanza kuposti? Na sija kuposti picha ya harusi. Nimekuposti yani, ukiangalia peji yangu mimi, watoto wangu nawaposti eh, lakini kwa nini mtu aje kwenye peji yangu? Anifundishe anielekeze. Sijamkataza, kama lina umuhimu ni sawa. Nifuata DM mtambie, nakushukuru sana. Kweli nitatekeleza lakini, kama naona kabisa mwenye ni nitafakari. Kusema nimepost, sijamwandika chochote, sijaandika kitu chochote, nimepost picha eh. Kwa hiyo ni hivyo ndio. Lakini uh, umeridhika ume kabisa, mwanao kuolewa mkwapili? Mwanangu hajaolewa mke wa pili eh, wanaelewa mwanangu mimi hajaolewa mke wa pili, na hata kama ameolewa mkwapili wa pili, si dini inaruhusu ndio? Eh, kwani yule Ahmed ni si mwanadamu? Mwanadamu eh, unachofuata nini? si ni stara ndio? eh kwa sababu unaweza ukaolewa na ukawa mke, ukawa mke mmoja lakini mle ndani ikawa patashika nguo kuchanika. Ndio. Lakini unaweza ukaolewa mke wa pili, lakini mimi binafsi najua mwanangu hana hapana mke wa pili pale. Kama kuna mke wa pili ana apeleke cheti. Yes, kuna mke sio wa kwanza alete cheti, kuna mke wa pili alete cheti, kuna mke wa tatu sio mwanangu eh, ama kama ni mke wa pili sio mwanangu, wa kwanza alete cheti, yaseme jamani, mimi ndio mke wa Ahmed Ally, cheti kiapa mimi sio mjinga. Eh. Hey, hey, eh. Hey. Downtown kitamba. Ah, lazima kaa chini mwanangu. Mimi unajua mwanangu nilimuuliza vitu viwili. Ndio. Yeah. Sikukurupuka. Nilimwambia hauolewi na msemaji. Unaolewa na Ahmed Ally. Kwa sababu Ahmed Ally ni mwanadamu. Ni kama mimi Mariamu, utasema mtangazaji lakini baadaye nitakuwa sitangazi. Ukiniwa mimi Mariamu kwa sababu mtangazaji utumwa umeniwa kazi yangu utangazaji. Umeelewa? Yeah. Kesho kutangazaji sina. Sutanikimbia. Eh. Yeah. Hey. Kwa hiyo kwa hiyo sikukurupuka, kilichokuepo ni masikilizano tu, hilo ndo kubwa na la msingi. Kipo anajua mwanangu, anajua kwani mimi mamake ke siniko kwenye ndo umwaka wa 30 ngapi? Kwa hiyo, ile lifestyle yangu ataifuata wa, e. Maisha yatakwenda, leo mume hana watastamiliana, mume anacho maisha yatakwenda kitu gani, e? ambacho nachokipenda kutoka kwa mkwe wako Ahmed Ally kwenye kazi yake ambayo anayoifanya kwenye kazi yake, kwanza nilicheka, sikiwa nambeje, kuna nilicheka ile comment, kwa kweli mimi mpaka nienda ni mjibu akasema Baba mkwe, baba mkwe umeona. <laughs> <Mama mkwe, mtangazaji. laughs> basi e, <laughs> kwa kweli napenda kazi yake anavyozungumza nami ni mtangazaji. Ile comment ilifanya nicheke nibidi niwatumie wanangu, yani ikawa ni tafrani kwa kweli, mimi nashukuru sana, nampenda mwanangu, nampenda tena, nampenda mno kwa sababu kwanza Ahmed mimi ni mama yake mama yake mdogo mama yake mdogo, e, mama yake mdogo. kwa sababu mama yake mzazi mimi namwita dada ah. Eh, kwa hiyo sisi ni, ni family friend, kwa hiyo mkaendelea, mka, mka kuunganisha udugu kabisa, labda <laughs> mm. Uh, kuna kitu kimoja hivi kuhusiana na ndoa ya mwanao na Ahmed Ally au sio? Tunajua kwamba Ahmed Ally ni mtu maarufu pia, Mariam ni mtu maarufu mm. kabisa -hmm. uh, nadhani umekanae chini sana, maana umempa darasa la kutosha kabisa, kuhusiana na ndoa yake ambayo anaokwenda aloingia alo, alo, alo, mm -hmm. tayari kabisa, ambayo ameolewa mm -hmm. Lakini watu wanajiuliza mbona ndoa imefanya kama kisiri labda, the way tungetarajia tu, tu kuona uh, matangazo mengi, sherehe kubwa imefanyika, kwa sababu Mariam ni mtu mkubwa oh. Ahmed ni mtu mkubwa kwa nini imekuwa ni ndoa ambayo imefanyika kichini chini sana, haikuwa na matangazo mengi? Maji hufuata mkondo. yeah. ndio mama yao, ndoa yangu ilikuwa hivyo hivyo. yeah. dada yake ndoa yake ilikuwa hivyo hivyo, na yeye mwenyewe tukafanya hivyo hivyo. yeah. umeelewa? yeah. mi wakati natolewa mahari ndo siku yangu ya ndoa pasi na mwenye kujua 9 Desemba 1991. Yeah. Yeah. Tisa. uh, yeah. yeah. Ehe. Kwa hiyo na mtoto wangu wa pili, wa mtoto wangu wa kwanza na yeye ndo yake imefanyika hivyo ilivyokuwa ya hivyo kama hivyo kwangu, siku hmm. anatolewa mahari, na ndoa ndoa ikapita. yeah. ehe. na binti yangu hivyo hivyo wa mwisho huyu Radhia hivyo. Kwa hiyo anasema maji ufuata mkondo. yeah. ehe. kama sherehe zitafuata sherehe sherehe, sio sio ndo kusema itaenda kumfanya mtu adumu, na hata kufanya hivyo kisiri pia sio kumfanya mtu adumu. Maridhiano masikilizano wanayo wao wenyewe wa Hey. Uh, tukimalizia kabisa la mwisho sasa hivi uh, utandawazi umezidi kuenea duniani kote, kila kona, sasa hivi kuna, kuna utandawazi mm -hmm. Lakini kuna tabia moja ambayo imeibuka kwa watoto wa kiume pia uh, kutoboa masikio, kutoboa pua uh, wewe ukiwa kama uh, mtu ambaye upo kwenye game kwa muda mrefu sana uh, tupe tekeo kuhusiana na ilisakata watu wengi, sasa hivi ukiangalia watu wa kiume So kwa wasanii, so hata watu wa kawaida, imekuwa ni kama mtindo wao. Mtu anatoboa pua, anatoboa sikio. Uh, kwa mtoto wa kiume hii haimshushi? Inamshusha. yeah, na ndio maana unaambiwa wanaume wako wachache, wanawake wako wengi yeah, ndio hatimaye watu wanaamua kupigana. Mimi chukulia, yani chukulia, lakini kwa kutoboa pua, kuvaa here, kutoboa pua si vizuri yeah. Na hata kuvaa hereni, yani, kidini si vizuri yeah, kwa dini ya Kiislamu Yeah. Sababu mwanaume wako, lakini pia katoboa pua kavaa hereni, lakini ni rijali na hana mambo ya kijinga, na maisha yake anakwenda anaendesha anayendesha yeah, mnlnategemea yeye amekuwa amekulia wapi na familia gani? Yeah. Ehe, tuchukulie mfano niku, nikuambia watu ka nasema amis hajai kubandika kucha yali, ni makuzi yake aliyoyazoea. Amisa, ana tatu, yale ni makuzi yake ambayo ameyazoea. Kwa hiyo tukirudi kwa wanaume pia ni makuzi yake, ama ni aina gani ya watu waliomzunguka. Najua aina ile ilikozunguka wanaweza kukubadilisha tabia, japokuwa eh, ni wachache ambao wanaweza kubadilishwa tabia eh. Shukran sana kwa time yako, nashukuru pia Miriam Migomba nakushukuru sana sana. Asante.